Naam asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Rock Fashion TV. Naam, kwa majina mimi naitwa Ismail Abdul Almarufu mjanja wa kiwanja, na hii ni Rock Fashion TV, tunapatikana mkoa wa Rumonge nchini Burundi. Pia nikukumbusha kwa wewe ambaye ndo mara kwanza kabisa kufuatilia channel hii yetu ya Rock Fashion TV, usisahau kusubscribe hapo chini, kuna kialama cha wekundu utakigusa, utakuwa kwanza kupata kazi zetu kila wakati tunazozitoa, na pia usisahau kufollow kwenye Instagram na Facebook na Twitter. Na siku ya leo tumepata fursa ya kukutana na mzee wetu ambaye, mzee maarufu sana, mzee wa busara, mzee Ezbonda wa Mabonda. Tapigana naye story mbili tatu, tulizane harakati za dini, harakati za kimaisha na shaw, na mashauri kwa vijana. Kwa hiyo shikamana na mimi mwanzo mpaka mwisho. Na mzee, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mzee, watu wanakufahamu kwa jina la Isbonda wa Mabonda. Kuna jina lingine tofauti na hilo ambalo watu wawafahamu tokakako? Hey, mimi kwa jina kabisa kabisa maarufu kama unakuja, utafuta, unanitafuta kwa jina la Isbonda wa Mabonda, lakini jina langu maarufu ninaitwa Haruna Bakari Kigabiro wa Mudondi. Ndio, ndiosaa. Shukran sana. Kwanza wanza fupi ya Ezbonda mabonda ilikuwa je, ulisomea wapi? imekuwa je mpaka ukaoa, maisha yako kidogo. Yani e, eh, mimi nilianza kusoma katika shule ya premier eh, ilikuwa inaitwa kwa marehemu Sumaili Juma. Hapo nilikuwa nikiangaliki kama vile wanaita gardienne, nilikuwa nasoma nikiangaliki mdogo, lakini nilipoanza kusoma nilianza kusoma ku shule ilikuwa inaitwa Asmabu hapa ilipofunguliwa, tulianzaga na Asmabu hapo. Kutoka hapo nikaenda kwa ekole

E, nilipendelea kutembeza gari basi, nikawa ni vitu nimevifuatilia hivyo na nikawa nimevifahamu na nikawa kazi yangu nimefanya hiyo ni ya udereva namna hmm. Na sasa watu wengi katika mkoa wa Rumonge wanakuita mzee wa busara, kuna siri gani hapa katikati mpaka uitwe mzee wa busara? kuna nini? Kwanza mimi naitwa mzee wa busara, kwa nini niitwe mzee wa busara? Kwanza mimi sina uchaguzi. Mimi mtu mkubwa tuko naye, mtoto tuko naye, mwisilamu tuko naye, so kwa siokuwa mwisilamu tuko naye. Alafu huwa nikipenda kutoa ushauri sana kwa vijana, mpaka kwa wazee, unaonava, mpaka kwa wanyewe tusiochangia dini, wote mimi nakuwa ni, ni jamaa yao sana. E, na uwezi kunikutana mimi eti huyu na bagua huyu ni huyu hapana. Wote unakutana kwangu wote ni sawa tu. Hakuna wasiwasi hata mmoja. Ya unahisi ni kwa nini wewe una haubagui afu wazio, A, na wengine wazee wanabagua? Ah hilo la kubagua wengine siwezi nikafahamu sababu mimi najua tu yenyewe nayofanya mimi inshallah. Yeah. Na na inazungumza kuwa uliwahi kusimamisha msafara wa Rais Pierre Nkurunziza kabla hajafariki. Hii inaweza kuwa ni kweli. Tudhibitishi. Eh, unajua kweli hiyo ilitokea ili, ili, ili lakini kuna sababu ya kutokea. Sababu ilikuwa ni ipi e, ule unaona, ule bwana alikuwa ni mwanamichezo na mimi nikawa ni mwanamichezo michezo, basi tulikuwa tunakutana katika michezo unaona bwana. Basi alipopita pale akaona, e, nikajua kama anakuja na mimi nikawa nimesimama pale kumpungia mkono hivyo, akaona kweli mwenzangu ule mwanamichezo yuko pale. Nikawa ni, amesimama tukaonana pale na tukazungumzia habari za michezo pale, unaona, ikawa mambo ni fresh kabisa hiyo e, iyo, hakuna wasiwasi. Kwanza si mara moja, na hata wakati tulipokuwa Kitega tulikuwa aliniona kuda nikampungia ni, ni mkono akasimama tukaongea katika msafara hivyo hivyo. hiyo E, ilikuwa ni mtu kwangu ule nikuwa ni mtu unaona, alikuwa ni karibuni sana ya wananchi e, alikuwa ni karibuni ya wananchi, unaweza kumkutana yuko na wananchi hawa, yuko hapa mwenye dagaa, yuko hapa mwakulima anaikanao, hakuna wa wasiwasi hata moja, na na inazungumza ina kuwa haiwahi kukuuliza katika defile moja kuwa wanahitaji kitu gani kutoka kwake na ukajibu kuwa mimi sitaji chochote kile, nahitaji tu nikipanga, sababu mimi nimfanya kazi za kukata migazi hii, kwa na kwani na nini. kweli au vipi? Ah, kama hivyo umezungumza hivyo, si uhakika, lakini uhakika hivi sasa utaupata kwangu, sababu umefanya vizuri kuja kuniuliza mimi mwenyewe. ilo hizo, ilo tokeo, ilo tokeo, unaona kwamba yeye alikuwa, unaona, kwanza ni rafiki yangu, alikuwa ni rafiki mpenzi, alafu baada ya kuwa ni rafiki mpenzi, yeye alikuwa pale katika jukwaa, unaona bwana aki alikuwa na, anahubiri pale, unaona wakati ule anatoa hutuba, hutuba pale E, ilibidi nami eh? E, ilibidi nami akawa anatoa mazawadi, pale anatoa mazawadi lakini ilipofikia akasema kwamba eh, kuna mtu nimesahau hapa, rafiki yangu mpenzi eh, simuoni hapa, na anaitwa watu pale pale, walipita wanasema, walijua tu kama ni hakuna wengine ni, ni, ni Mzee Ezbonda babu wa mababu mzee wa busara eh, nikaona nitoa kidole mahali nilipo pale pale, akapita na nita njoo huko, nikaona nimeenda mpaka pale mbele yake, kufika pale mbele yake akawa wengi alikuwa ameisha wapa pale kina gavana wakina mheshimiwa Karenga hmm. E, watu wengi wale wenye kutamba ngoma alikuwa ameisha wapa au amewapa ng'ombe amewapa nini. Safa ilipofikia kwangu, ndio akasema kwa eh, urafiki yangu ninataka nimpe, nataka nimpe hela. Nataka nimpe franka, akajifikiria pale zenyewe anaweza kanipa akashindwa. Ikabidi anigeukie mimi mwenyewe akisema kwamba bwana, sasa nakuomba mm. nifahamishe mwenyewe unataka hela ngapi? mm. Lakini mimi sikumkawiza nilimnong'onea pale msikioni nikamwambia bwana, yeye. Mimi kwa ukweli, ukweli mimi ni rafiki yako tena ni mtoto wako. mm. E. Kwa hiyo kile umekuja unaniwazia uko kama mimi mtoto wako, rafiki yako. Nipe mimi nitaridhika. Unaona bwana? Ndo akanambia sema nika, mimi nikawa nishamwambia hivo sikutaka tena kurudi demo yangine. Naam. Sasa, wazee wa busara kama nasema, nasema mzee wa busara ni peke yako hapa katika mkoa wa Rumonge, ni kitu gani ambacho mnasema kujivunia Rumonge, nyinyi wazee sana sana anasa e, kitu tunaweza kujivunia kama kitu gani hasa unataka wewe cha muhimu a, kama hichi unaona una, kama kitu gani unataka kujua wewe hasa kitu kinataka kujua no. Nyinyi wazee mfano mkitoka hapa mnaenda sehemu tofauti mm. aidha Bujumbura aidha Kigoma mm. wakasikia mzee ametoka Rumonge mm. ile sifa uni umetoka Rumonge, kitu gani ambacho kinasababisha ujivunie? Mimi nimetoka Rumonge. Kwanza Rumonge ni mji unafahamika sana, ni mji wa Kiislamu, ni mji na. Sasa huyu mji kwanza tulijenga kwanza msikiti pale mm. kwa umoja wetu tukajonga ma, ma, ma, masomo mm. na kingine sisi ni wazee ambao tunapenda kusafirisha vijana wetu kwenda nje mm. na kila mahala unapoenda nje unakutana na huyu ni kijana wa Rumonge mm. ile kwanza, ina, kwanza ina, kwa sisi kama wazee tunaona kama inatupa sifa kabisa, kabisa mm. na tunajisikia, na kwanza tukiangalia katika maendeleo ya wazee, kwanza kwanza kina mama wakina mama wamejitahidi wakajenga ukumbi pale barabara ya sita, wakatengeneza pia na masomo ya Kiislamu ya watoto kusomea pale ya Kizungu. Nyinyi kama wakina baba ni maendeleo gani ambayo mshafanya katika mkoa wetu? Sisi tumejenga msikiti unaona barabara ya saba tumejenga tume na sisi masomo ngayamba unaona, wako wanasoma pale watoto, sivyo? E, mpaka hivyo sasa, unaona kama hapa barabara ya tatu tumebomoa msikiti huyu, tunataka kujenga etaji. Ni, ni, nguvu, ni, nguvu ile, e, e, e, ni nguvu zetu zile, zile zile zinafanya kazi hapo. Mbona mna mchango wote wa kinamama pale? Ah, sasa yao ni maendeleo sasa ya mji wa Rumonge. mm -hmm. E, wamo. mm. Na sasa katika interview niliyofanya na Sinduka Ramazani nilikuwa nimemuuliza swali kuhusiana na harakati za vijana, akasema kuwa vijana wengi wanapenda, wanakimbia sana, wanapenda sana kukimbia nchi za nje, hali ya kuwa wanatoka katika nchi yao, hawajui chochote, kazi ya mikono, aiza lugha. Wewe kama wei, hii majibu yako unaichukua vipi? Mimi kiukweli kuona kwamba vijana wanatoka, maana yake wanasema kwamba mguu uliotoka ulibarikiwa, hiyo mm. sio sisi, Mtume mwenyewe ameyasema hayo yeah. Sasa kwa nini sisi tuone kama tebana tubane mm. kwani wangapi wanakuja umu na wanatoka huko, wanakuja huko, hawajui kazi lakini mm. wanapofika kazi, hapo wanapofika hapa, anakutana hivi hapa, leo anakutana na taxi velo mm. anapokuwa taxi velo, una tayari ameshajifundisha nani, pikipiki, unaona, kesho anakuwa nani, anatembeza moto mm. Sasa sio kusema kwamba mpaka uende fasi umejua kazi tu, unaweza kwenda kuelimikia kule kule ulipoendea mm. na naua Ramadhani haiko sahihi katika yale aliyozungumza. Sasa hapo unaweza kuchekecha wewe sasa. Haya, nimezungumza mimi na yale ambayo aliyozungumza, unaonaje? hiyo hiyo hiyo, tutachia mashabiki, tutachia mashabiki. Naam, naam. naam. inshallah inshallah. Naam, sasa unaweza kutoa ujumbe gani katika wazee wenzako pia na vijana kwa jumla, ujumbe mmoja uwafikie eh? Nasema kwamba wazee mtoto unaona, kwa mtoto anapokuja kukupigia, kukulalamikia, anaona kwamba ivana mimi nimeona kwamba huyu ni msingi wa kimaisha, ninaweza kujiendeleza kwao, na yeye ana uwezo ule wa kujiendeleza. Anaona kama mzee wake anaweza kumwendeleza, basi msaidie ule kijana wako ili aweze kufikia mahala pazuri. Inshallah. Naam. Na nikirudi nyuma, kabla ya ili tumalizie, umesema kuwa wewe uliacha masomo ukapenda kutembeza gari na na mpaka sasa sasa tunaona wewe ni dereva katika ile kampuni ya UHP. Sasa uliwe kujifikiria na wewe kufundisha kufundisha wazee wazee wenzako gari gari wakajua kusema hmm. Mzee mzee mzee nikimwangalia, mimi mimi ndo nimemfunzaga au yeye kajivunia bana, yule fulani Mzee Ezbonda Mabonda mimi kanifunzaga gari ile kutokea. Eh, sio kusema kwamba kufundisha wazee. Mm. Mzee, unaona hata nikimfundisha hivi <laughs> itakuwa kuna faida gani? Yaani kimaanisha <laughs> alikuwa kijana afu baadaye kaweza weka. Sasa nasema hivi. Kuna watu wengi wengi wengi wangine siwafahamu ambao niliofundisha gari mm. Unaona, wananijia tu pale, mzee mimi wewe ndo ulinifundisha. Mi mwenyewe nashukuru kwa sababu kuna watu nilikuwa nakamata tu hivi, bwana njoo hapa leo, kuna m, kama vile pale nilikuwa natumika hapaku yeah. si watu kama 30 wenyewe nilifundisha mimi Eh, sasa uwache hapa mjini hapa watu wao wako wengi sana wenye ulifundisha, unaona bana. eh, wakati ule tulipoambiwa kwamba hii unapotoa kazi ukifundisha wengine basi, ile nsoda katujari inapokuwa inamsaidia basi hiyo ni kazi. Mimi nimeifanya nime, tena bila unyonge bila ni tena namfundisha mtu bila kunipatia hata chochote mm -hmm. Eh, ikiwa kama atakumbuka yeye mwenyewe au atakumbuka hata watoto wangu sema kwamba bana huyu baba yake aliwahi kutufanyia vizuri mm -hmm. Wacha nifanye hata pale pale. Kuna wengine nilifundisha baada kwa nafundisha niko pale kwenye ile kazi waka wakawa wamekuja wame kutumika tena pale pale tukatumika nao, hali ya kuwa ni mimi niliwafunza. Inshallah e, lakini mpaka sasa tunazungumza haya, mimi siko tena pale kwenye OHP, naitwa mstafu umukukuruke e. mimi hivi sasa nisha stafu hivi e, nabakia niko nyumbani tu. Na, na eh, na ni ka, ni kazi hey, kai nayo. kwanza, kwanza unapokuwa mstafu mm. kazi gani tena utatumika kama yake pale, ina maana ulikwisha choka mm. kulingana na kazi ulizokuwa nasitumika mm. inabidi sasa, ni wewe ni kutudia nyumbani sasa. Labda ungeniuliza bana, ni ni, kitu uh, kunani kukuta una unatengeneza kusema kwamba utapostafu utafanya hicho mm. Hilo eh, ni kusema kwamba mimi niliweza kununua mashamba nikawa nimepanda migazi, unaona bana. Na, na hivi sasa na mashamba ya nani ya mihogo unaona, hiyo ndio vitu vinakuwa vinanisaidia mm. na kupakishaka nyumba hivi. Unajua, unapokuwa mstaafu kuna buhela unaenda unapokea e. Sasa kwa hiyo sio buhela ni kitita? Hapana e, sio kitita kitita, yeah. ni kama vile nchi za Wangereza ndio unaona, ukistaafu unapewa hela kitita kabisa cha kuenea, lakini sisi wanakupa tu hela kama vile ni sabuni mm. e, lakini unaendelea una unapatapata kila mwezi kila mwezi inshallah. Huvo ni vitu vinanisaidia mii, shukrani sana. Sasa mpaka dakika hii mtu akihitaji umfunzi gari, naweza kuja na kumfunza vizuri. Mimi tena ndaweza kumfunza. Wakati unasikia staff unaskiisha staafu, umestaafu kazini au ujastaafu kufundishana? nimestaafu kazini na mm-hmm. Gari sina gari ya kwangu kusema kwamba nina gari ya kwangu, niko ndani nyumbani, kusema kwamba nitaendeleza kuna fundisha mtu hapana. Hivi, sasa, kama niliwafundisha wale niliofundisha, alhamdulillah, wafundisha na yeah, yeah. yeah, na, yeah. na wafundishe wengine yeah. Lakini sasa hapa mimi nimefikia kuchoka. Sasa ile jitihada ndio ifanyaga mimi kwa kuwafundisha wengine. Na wenye wafundishe wengine, unaona bana. Naam, na kwa kumalizia, mpenzi mtazamaji wa Rock Fashion TV, tukao na mzee wetu hapa, Mzee Esbonda Mabonda amezungumza mengi kazi zake, jinsi alivyoendeleza. Kwa hiyo donesha comment yako hapo chini katika haya amezungumza pia. Mzee, ningependa utakie baadhi ya wa waislamu au wanaojua ramadhani njema. E, kwa ukweli sina yeah, wa, wa wa kusema kwamba naweza nikabagua kusema kwamba isipokuwa, anawatakia Waislamu wote dunia nzima kheri na baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani inshallah. Na, na shukrani sana kwa muda wako Asante sana na mimi nashukuru sana. Ndio, ndio mpenzi mtazamaji wa Rock Fashion TV ili waanze kupata video zetu, kazi zetu, usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, like, share na comment kwa wengine. Pia katika Rock Fashion TV tumewaleteeni mipira ambayo ni mipira ya A boy from Rumonge na A girl from Rumonge. Tumepunguza bei na mipira hiyo inapatikana hapa pa Rumonge kwa bei nafuu elfu kumi na nane, mwanzo ilikuwa ni elfu ishirini.